Nyinyi nyinyi wa Tanzania, nyinyi nyinyi wa Tanzania, walokole wa Kristo eh, watu mlio watu wa makanisani eh, baadhi yenu baadhi yenu baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu eh, mapilato. Mmekuwa mapilato, yani mmekuwa eh, mapilato eh, mna dictate vitu. Nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema weji, mtu waweje, mtumishi afanye nini eh. Na naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka haraka tu hapa kwamba please, acheni ushamba baadhi yenu Acheni ushamba. telling you this is very bad. Naongea kutoka moyoni na mimi huwa siongei, huwa mnakuwa mna throw a lot of things to me. Mimi mimi mtu na natupiwaga vitu vingi tu, kila mtu anaibuka huko anasema lake, huyu anasema hiki, ana tafsiri hiki. na nimekuwa nikikaa kime for so long na kaga tu kime, naangalia na sio kwamba sioni, nasoma mitandaoni, naona vinavyoongelewa, wakati mwingine nashangaa. Lakini sasa kinachonishangaza nakuja kugundua kwamba yani, mnazungumza vitu baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo. Sasa nimesema ngoja leo, leo, ngoja nikalie zaidi kimya, maana unajua wakati mwingine ukikaa kimya uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano juzi tu hapa jana ime draw attention yangu kwamba nimesainiwa kwenye lebo eh, ya kusambaza ya kusambaza mziki ya Empire nimeshtuka. Unakuta mtu anasema, ah basi tena huyu tumeshamkosa, sijui anasainiwa kwenye lebo. Sasa you just don't know, hamwelewi kwamba eh, ukisikia lebo, sio kwamba kila lebo ukisikia, basi ni lebo ambayo inamiliki huyu mwimbaji au inamiliki huyu artist. Kama hivi mnavyosikia labda sisi kuna lebo ya Wasafi, sisi kuna lebo ya nini, hizi zilizokuwa hapa kwa Tanzania kwamba zinamiliki, hamjui. Hamjui kwamba kuna kitu kinaitwa distribution company lebo yaani ni lebo ambayo sio kwamba inamiliki mmiliki mwimbaji, hapana, lakini ina, inasambaza kazi zake, kwa sababu hizi Spotify, hizi Spotify Apple Music huwezi kuziweka wewe binafsi, yaani wewe huwezi, wewe kama wewe mtu tu ukaingiza uka wimbo wako kule unatumia kampuni kuingiza nyimbo kule uweze, hawakutambui wewe, hawakutambui mtu, wanatambua, wanatambua hizi kampuni ambazo ndo zinaweza kuingiza miziki kule. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia DistroKid, tukaja kutumia hizi CD Baby. Mtu alikuwa ni lazima u, u, u, uji, uji enroll uingie DistroKid, ndio uweze kuifanya hii nyimbo yako DistroKid, waiweke huko Spotify. Sasa mtu anakurupuka tu na ndio the same hizi kampuni kama hizi Empire, ama ambao nilikuwa nafanya nayo kabla ya Empire, ni kwamba what they do wanachukua ile nyimbo yako wanaingiza kule wanasimamia distribution kule kwao wanakata percentage yao ya kusimamia kuzisambaza kazi zako kule kwenye hizi Spotify, Apple Music, sijui e, eh, nini nini zote zilizoko huko. Ndipo tunavyofanya na hakuna mwimbaji yoyote duniani ambaye anaingiza nyimbo zake mwenyewe huko. Yaani mimi sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Ndivyo inavyokuwa, hata hao waimbaji wengine wote, hata we unaimuona wa kiroho vipi, hata kuna mwimbaji unamuona unasema, huyu akiimba, yaani mbingu inageuka chini miguu juu anatumia kampuni nyingine hizo zilizopo kwa ajili ya kusambaza ambazo hizo kampuni sio za Wakristo. Jamani, sio za Wakristo, hakuna kampuni ya Kikristo inayofanya hivyo. Ho, anawezaje kufanya hizo? E, kampuni anaingia, ambazo hizo kampuni, anashiriki nuru na giza? wapi na wapi? Jamani, hizi kampuni hazijali kuhusu mziki wako, ni wa gospel, ni na nini. Wao wanafanya wanasambaza, ndio maana humo waimbaji wote mnaowajua huko Nigeria, wote mnaona wa kiroho yao, ndio wa kiroho wamepitiliza. Hapa Tanzania, wapi hapa Tanzania wanaogopa tu kuwaambia. Mimi nimekuwa wa kwanza kuingia Empire, lakini hao wengine wanafanya na kampuni nyingine, ila hawasemagi kwa sababu wanajua wakisema, mapilato, nyinyi mtawarukia juu, mtaruka nao, mtawasema, mtawa frustrate. Wanaogopa hasa. Mimi siwaogopi bahati mbaya, ndio maana naweza kusema na maana naweka mambo yangu wazi kwamba nafanya kazi na kampuni fulani. Nimepigiwa simu, nimehojiwa, nasema lakini mmezidi mnafrustrate frustrate, mna watu mna wapanda kichwani, hamjui hata kinachoendelea kwa leo. Hapa kuna watu wanaamini mimi nimesainiwa kwenye lebo, kana kwamba niko chini ndo namilikiwa. Hapana, mimi nafanya kazi binafsi, mnajua, mnaonaga hata, angalia nyimbo zangu pale chini, imeandikwa Ospo. Mimi nafanya kazi na kampuni ya Ospo, ambayo hiyo Ospo, yani ene nitapa elimu siku nyingine. Mimi mwenyewe ninamiliki lebo yangu inaitwa Heaven Culture. Heaven Culture ni lebo yangu, mimi ndo ambaye huku chini na nacha vipaji vingine, lakini mimi kama mimi, ni free artist, similikiwi na lebo yote. Nafanya na managing company ya Ospo ambao ni ndugu yangu Alani, eh, ina ina manage kazi zangu, ni managing company. Lakini pia kwa huku nje sasa, ili muziki wangu niweze kusambaza huko nje zaidi, ndio maana nafanya kazi sasa na Empire. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni nyingine, siwezi kuitaja sasa hivi. Sasa hivi nafanya na Empire. Sasa mimi nawashangaa, you don't know things, hamfahamu, mnakurupuka navyo tu. Jamani hebu acheni hizi mambo. Acheni. Na nyinyi wengine ambao wao sijui, huu mdundo sio wa gospel. Hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel, gospel sio mziki. Sio sio music. Gospel ni ujumbe. Kinachotenganisha ni ujumbe. Ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambao nyinyi mnasema huu. Hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel. Au nyimbo zenu hizo mnazoamini, hizi ndio za gospel. Nikichukua huo hilo beat, nikichukua huo mziki nikabadilisha maneno, nikaweka maneno machafu, nikaweka maneno ya, ya mapenzi mapenzi machafu machafu kama wanaoimbaga watu wengine, nikaweka humo, huo mziki utabaki kuwa gospel? Nikiuplay mtauita wa gospel? Nini kitakuwa kimebadilika? What, nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat that, uh, gospel is not about a beat, it's about a message. Ndio maana leo <laughs> Jamani mimi nikiwa nakuwa, kuna nyimbo nilikuwa nasikiliza nilikuwa sijui lugha yake. Niko tukuu huko. Kuna wimbo wa wanani wa hawa. Wanaitwa Westlife. Ulikuwa unaitwa Queen of My Heart. Kwa sababu nilikuwa sijui Kiingereza na nyosha mikono juu naabudu kabisa. Kumbe kwa sababu ya ule utulivu. Hivi ngoje niwaambieni kitu. I'm sorry, najua mnazisikiliza hizi nyimbo na wengine mtajifanya msikilize. Hivi Celine Dion nyimbo zake zinazidiwa zina, zina utulivu na ma, shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. I'm sorry to say this from my brother Edson. Lakini hivi wimbo ule kama ule shetani wamekalia misumari una una hizi una, una utulivu kama nyimbo ya Celine Dion zile. Eh? Kosa ni ndioni kwa sababu nyimbo zake ni za taratibu, zina utulivu, zile ni za gospel. Gospel sio mziki wa taratibu. Gospel sio mziki wa utulivu, ni message. Is a message. Ndio maana leo mtu aliyoko India, eh? Anaimba India huko Mwindi akiokoka, akaanza kuimba nyimbo akaanza kuimba mziki wa Injili, anamsifu Mungu, anamsifu Yesu. Nyinyi kwa sababu hamjui hiyo lugha, nyinyi mnaweza mkaskip, mkijua ni beat ni yale masongi ya kwenye movie zao, masongi ya kiindi kuchikuchi yale, kuchikuchi. Utaskip kwa sababu hujui, lakini kwa sababu Iye ameimba gospel lakini ndio ndio ndio, ndio muziki wake ndio utamaduni wake. Kwa hiyo mimi ninaweza kuimba any kind of mdundo as long as message yangu ni gospel. Gospel nini? Ni habari njema. Nitaimba kuhusu Mungu, nitaimba kuhusu Yesu, nitaimba kuhusu mambo aliyonitendea, nitaimba kuhusu kuhusu ufalme wake, kuhusu neno lake, kuhusu yoyote yanayohusiana na Mungu. But using any kind of beat because music is not about it's not about a beat. It's about message, guys. Stop it. Acheni hayo mambo. Acheni kuwa frustrate waimbaji, mmezidi. Mimi mimi naombaeni kweli. Mimi sijibugi siwajibugi, nakaa kimya, ninasema a lot of things, nakaga kimya, lakini acheni kufanya hivyo. Mwisho siku, waimbaji wanaogopa, hawezi kuwa kujitanua mipaka yao, hawezi kuji, yani kuna vitu wanaogopa, kwa sababu mmewakalia hapo juu, mnataka kuwaamulia. Yani mimi leo kusaini na Empire kwa ajili ya kunisambazia mziki niogope, eti kisa Empire? Aya, mbona kuna waimbaji wengi tu wa injili wakubwa kwenye hiyo Empire na ninaweza nikawatajia majina yao. Sitaki tu kuwatajia wengine kwa sababu labda mikataba yao hataki wewe wazi. Lakini guys, stop it. Kwa mimi nijisambazie mziki mwenyewe, nifanye mwenyewe ili iweje? Alafu nifike wapi? Kwa kujisambazia mwenyewe. Eh? Ili nifike wapi? You've been too much. Acheni hizi mambo. Na ndio maana ni furaha yenu kuona waimbaji wa, wa Injili wanakuwa duni, ni furaha yenu. Eh? Nyinyi walokole wengi wa wenu, au mimi baadhi yenu na upilato wenu, mnafurahia kuona waimbaji wanakuwa duni hawapigi hatua kimaisha. Mtu anakuja anasema mimi Joel Lwaga elfu mbili na kumi na tisa ndio alikuwa ananibariki. Okay, wewe alikuwa anakubariki, basi hacha Joel elfu mbili na ishiri na tano wabariki wengine. Usilazimishe Joel Lwaga wa elfu mbili na tisa au elfu mbili na ishiri na tano kwa sababu tu alikuwa anakubariki wewe. Stop, hacha kuwa selfish. Lakini niwaulizeni ninyi walokole wa leo, niwaulizeni swali. Ninyi baadhi yenu mapilato wa hukumu, kama mlikuwa mnampenda sana Boni Mwaitege wa mwaka elfu mbili na mbili mwaka elfu mbili na kumi kwa nini leo bado hamumsikilizi? Nyinyi wachungaji mnaosema mnapenda eh, waimbaji walivyokuwa naimba zamani, kwa nini leo kwenye mikutano yenu, mbona hatumwoni Bonny Mwaitege? Mbona hatuwaoni mkialika waimbaji wa zamani tena, mbona hatuwaoni? Kwa sababu mnaenda na trend, kwa sababu mnakwenda na kile kilichopo ambacho watu wanakifurahia sasa. Mimi leo nikiamua kubadilika, kwa sababu nisipobadilika, mnaniacha, ninajua hilo <laughs> ninajua, kwani sinaona sina mifano? Nikiimba vile vile vile vile kila siku mtachoka, mtaeni, mtatafuta kipya, kwa sababu kazi yenu wengi wenu ni mnatafuta what's new. Alafu nataka mimi niwe vile vile. Mnanilazimisha. Uwe vile vile. Mimi juu ya 2018, stop it guys. And by the way, amjanituma mimi hii kazi. Kati yenu nyinyi wote hamna aliyenituma hii kazi, hamna aliyeniita. Nimeitwa na Mungu kumtumikia. Yesu ndo aliyeniita mimi. Alafu guys, hiki kitu Lwaga nasema siku zote. Yaani mimi ningekuwa nataka kubadilika kuimba mziki wa Bongo Flava siji secular. Ningeweza na hakuna ambaye angenizuia. Kwani mmeniita nyinyi mpaka niwaogope nyinyi? Lakini namwogopa aliyeniita, aliyenipa sababu ya mi kuishi kwa ajili ya kumtumikia. Huyo ndo nayemwogopa, na nitafanya vyovyote vile nita, nitafanya ubunifu wangu, nitafanya namna yoyote ile kuhakikisha kwamba ninabaki kumtumikia yeye. Sitatumia ubunifu wangu na maarifa yangu ya kimziki kutumikia mtu mwingine, na hilo sitawaogopa nyinyi, sitawaogopa kusema. Sasa unajua, no, no, no, no, anayetaka kunisikiliza anisikilize, asiyetaka kunisikiliza sikiliza hao ambao unaona we wanakupendeza Usinilazimishe mimi kuwa kitu kingine, hujaniita, hujanituma, hujanipa hii calling. Nimepewa huja ni ni na Mungu. Kwa hiyo wewe ukiona Joel Lwaga, sijafurahia hiki anachokifanya, switch it, nenda sikiliza mtu mwingine, lakini acha kunibugu acha kunikalia kwenye peji yangu. Wengine mnatukana mpaka matusi, alafu Wakristo mnaongea maneno mabaya bila kujali, mnashutumu vitu hamvijui bila kujua. Stop it. Stop it, guys. Acheni. Hivi vitu vimewafrustrate watu wengi I'm sorry to say this. Mmewafanya waimbaji wa injili kuwa duni kwa muda mrefu. Ndio maana leo ni kweli atufanye hivi vitu ili tupate mafanikio ya mwilini. Ni kweli. The ultimate goal, goal ni injili yubiriwe, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Ni kweli. Watu wahudumiwe, waponye mioyo, waponye nafsi, waliokosa tumaini wapate tumaini. Nuru iingie kwenye maisha ya watu, giza liondoke. That's the goal, ni kweli. Lakini at the end of the day, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maskini. Haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maisha duni. Lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi ambavyo mnashangaa mna leo mwimbaji wa injili kusaini na Empire mnataka, mnataka asainiwe tu wa, wa, wa, secular kwa sababu mnaona mwimbaji wa gospel astahili. Kwa nini si asistahili? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kwa sababu mnataka tuwe duni. Mnasema eti nuru na giza. YouTube ni ya Kikristo? Hiyo YouTube tunaoingiza huko nyimbo ni ya Kikristo? Hizi platform tunazoweka nyimbo ni za Kikristo? Nionyesheni platform ya Wakristo peke yao iko wapi ya kuweka nyimbo, afu tuone kama mtaenda kuview huko, mtaenda kusikiliza Guys, acheni. Haya ndio mambo yanafanya leo hatuna hata mwimbaji wa injili hata mmoja mwenye angalau gorofa. Nyumba tu ya kuishi nzuri kama gorofa hatuna. Hatuna mwimbaji wa injili ambaye anaendesha hata gari ya milioni 300, hatuna. Sisemi kwamba hili ndio goal, lakini nyinyi mnajisikia fahari gani? Mbona wachungaji tunao wenye magorofa? Mbona wachungaji tunao wanaendesha magari ya milioni mia ngapi huko? Mbona tunao? Why about singers? Why, why not about singers? Why not about waimbaji wa nyimbo za injili? Mnawakalia kooni mna, mna wanawaogopa. Hawasemi lakini mimi siwaogopi. Mimi namuogopa Mungu aliyeniumba na aliyenipa huduma. So stop it guys. Siongeagi mimi mara nyingi. Sisemagi sijibu lakini leo nawajibu. Na, na nikiona nakaa kimya. Nikiona imezidi mnazidisha naongea. Najua kuna wengine wanasema Joel kwani amejibu? Ah, Joel amepani. Hamna. Mimi nakaaga kimya. Na nyinyi mnajua sijibugi hoja za maneno maneno, mimi mtandaoni sijibu. But this imechukua tension yangu sana. Stop it guys. Acheni. Acheni haya mambo, acheni ku acheni kuwakalia watu mpaka watu wanashindwa wafanye. Acheni wanawaogopa. Mimi naomba waimbaji wengine wasemi wanaogopa, but mimi siwaogopi. Nitaendelea kufanya ninachokifanya as long as ninakifanya kwa Mungu. Mungu ndio anayetoa hesabu ya ninachokifanya. Wewe kama unakifurahia, kifurahie. Ukifurahii, achana nacho. Step aside. Usiniambie, acheni kuniletea mziki usio wa Injili, mwachie fulani. Nimwachie fulani. Kwani tulipewa jukumu kwa pamoja, tuliitwa wote. Tulijawanyia majukumu kwa pamoja. Huoni hata aibu kuniambia timu achie fulani. Wewe si umsikiliza huyo fulani. Let me do it. Let me be, guys. Wengine mnakuja mnanikalia juu, sijui muonekana mnataka niwe mzee. Mimi am early 30s, ni kijana mdogo bado. Am early 30s. Simply because nimefanya hiki kitu kwa muda mrefu, msidhani kwamba mimi ni mzee. Mimi nimeanza nimetoa wimbo wangu wa kwanza nimefahamika 2017. It's 8 years guys now. Miaka nane. Lakini nilianza nikiwa kijana mdogo. Mimi ni mdogo bado. Early, early 30s. Mnataka niwe kama mzee? Nitakuwa kama kijana, nitavaa kama kijana, nitaonekana kama kijana, na injili yangu nitaipakeji kuwavutia kuwa hao vijana wajue kwamba kuokoka sio ushamba. Unaweza kuwa umeokoka unamjua Yesu na ukawa sio mshamba au do that, that's my calling. Sasa wewe unatoka unakotoka huko, just because you have bando, unanikurupukia tu? No guys, no, imefika. Yaani ifike hatua, haya mambo yafike mwisho. Acheni hayo mambo, cheni kabisa tutitiane kwa upendo tuthaminiane, kila mtu amuone mwenzake kuwa bora anachokifanya mwingine. Kama unadhani unaona mimi kuna kitu nimekosea... afu guys, pia kingine mnatakiwa mjue mimi sio mtu tu ninayetoka from nowhere. Mimi nina mchungaji wangu, nina mwangalizi wa makanisa yetu hapo Sudan, nina mchungaji wangu anaitwa Pastor Dennis Kiwali, nina mama yangu mzazi, nina baba, nina familia, nina watu ambao, leo mimi kama nafanya kitu kisio sawa, msidhani kwamba wanimudu, wananimudu, wanaweza kunikalisha ati. Mimi mama yangu hata post tu nikipost, anakuja anasoma kila comment. Mama yangu na anataka kuona hiyo video, ataona. Mama yangu mimi ananipigia simu na ananiambia, shusha hiyo post, futa hiki. Mama yangu ni mchungaji na yuko Marekani, lakini ananipigia simu hata usiku wa manane, ananiambia, futa hiyo post, ondoa hicho. Nina watu ambao wananiangalia mimi, siendi tu. Nina mchungaji wangu, nimewatajia jina lake. Tuna mwangalizi apostodani, mwangalizi wa makanisa yetu NTM. Mimi nina, uka, nina kanisa ninakosali sitoki from nowhere. Kwa hiyo nyinyi msijifanye, nyinyi ndio mna uchungu sana na mimi, nyinyi ndio wachungaji wangu huko mitandao, nyinyi ndio mnao nifahamu. Stop it, I have people pia. So kama unadhani kuna kitu nimekosea, nielekeze kwa upendo, you can DM me hata comment yako, yaani, yani if you think, ama basi, hata kitu kama hujui, njoo kwa upendo.